Nam mtazamaji wa Faida Online TV, ofisi ya waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania pamoja mbali, Mtuara, na wadau mbalimbali kutoka mkoani Mtwara wamechangana na kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa msaada kwa wahanga mbalimbali ambao wamekumbwa na mafuriko katika mkoa wa Mtwara. Lakini misaada hii imekuja kukabidhiwa na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenan Sawala katika ofisi hii ya mkuu wa wilaya. Kama unavyoona, misaada mbalimbali imetolewa kiongozi, pamoja na magodoro, kumetolewa sukari, kumetolewa mchele, unga na vitu kama hivyo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba angaa wanapata vyakula na wanapata sehemu ya malazi. Faida Online TV tumefika hapa na kuendelea taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, tafadhali baki nasi. Nichukue fursa hii kutoa pole sana kwa waathirika wote wa mvua zile, kwa kweli ilileta taharuki kidogo kwao, lakini kwa namna ya pekee niwashukuru sana wananchi wote wa Mtwara Mikindani na maeneo yote walipata athari hizo kwa kuweza kuwasaidia wananchi wenzao ambao walipata athari kwenye maeneo yao. Asanteni sana sana taasisi zote na wadau wote ambao mmejitokeza kama tulivyotajwa hapa kuja kusaidia hawa wenzetu ambao wamepatwa na madhira haya. Vile vile walikuwepo watu binafsi, e, mtu mmoja mmoja kuweza kuona nini kinafanyika. Ni waombe wanamtwara wenzangu tuendelee na moyo huu wa kusaidiana pale tunapokumbwa e, na madhira yoyote kwa mtu yoyote kati yetu. Serikali awamu ya sita ni serikali sikivu, serikali inayojali wa Tanzania na wajali watu wake ada ya madhara haya kutokea kwa wanamtwara, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akasema, wanamtwara wana, wana mikindani waliopata athari ni wanangu, ni lazima niwakimbilie. Akatoa maelekezo ofisi ya waziri mkuu wanaoshughulikia sera bunge na uratibu katika kitengo cha maafa kwamba, nendeni Mtwara watoto wangu kule wamepata madhara na athari na madhira kutokana na mvua zilizonyesha, wametuletea misaada kuwashika mkono na kusaidia zile familia ambazo zimepata athari. Nitumie fursa hii kwa niaba ya wanamtwara kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa moyo huu wa upendo mkubwa kwa Watanzania, kwa wanamtwara. Sisi wanamtwara tunamwaahidi kuendelea kumuunga mkono, tunaendelea kumsikiliza lakini tunaendelea kutekeleza maono na matarajio yake e, kwa watanzania ambayo anayo kulingana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wale wote, nami nichukue fursa hii Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuweza kushukuru e, tulipata janga katika eneo letu hili la manispaa yetu ya Mtwara Mikindani, na mara baada ya janga lile ulifanya ziara, pita kwenye maeneo na ulijionea hali halisi, na kwa wakati ule mara baada ya kutoka uka, tukarudi ofisini na ukaelekeza kwamba tuchukue hatua za haraka, kwanza sisi wenyewe, lakini ya pili hatua eh, ya pili ukaelekeza eh, kamati ya maafa tuweze kuandika eh, barua kwenye ofisi ya waziri mkuu inayohusika na maafa kutaarifu hali halisi ya athari ambayo wananchi wetu walipata. Wananchi karibu eh, mia tisa na waliathirika katika hatua atofa tofauti tofauti, na mara baada ya kuandika, wakati tunasubiri kutoka kwenye ofisi ya mkuu kutoka ofisi ya waziri mkuu, lakini ukasema, ukaelekeza tuanze kuangalia na wadau wetu walioko katika mkoa wetu. Wadau umewasikia, waliitikia kusema kweli. Kwa niaba yako nasema asanteni sana, nawashukuru sana na wametupa msaada mkubwa, tutakuonyesha sheena ya vyakula ambavyo walituletea ambao vilikuwa vya haraka, lakini juzi pia tumebahatika kupata ile barua, majibu ya barua ambayo ulielekeza kutoka kwenye ofisi yako iandikwe kwa ofisi ya waziri mkuu, na baadhi ya vitu ambavyo vimekuja viko hapa mbele yetu, na kikubwa zaidi ambacho tunakisema tunawashukuru sana. Pia kwa jina naitwa Asani Salumu Abdalla almaarufu Ansi mimi ni katibu wa Mheshimiwa mbunge jimbo la Mtwara mjini, ndugu yetu Hassan Selemani Mtenga. Nimekuja hapa kumwakilisha katika katika haya ya furahi fupi ambayo amshiriki Mheshimiwa mkuu wa mkoa na Mheshimiwa DC na wadau mbalimbali na wananchi mbalimbali katika kushuhudia vifaa vilivyofika kwa ajili ya ndugu zetu walioathirika na maafa ya mvua ambayo zilitokea mwezi uliopita. Kwa kweli nashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa mawazo yake na maelekezo yake. Tunamshukuru pia mkuu wa wilaya kwa kazi kubwa sana kuhamasisha watu katika eneo lake hadi kufikia hapo tulipofikia, lakini pia tunashukuru sana Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuelekeza ofisi ya waziri mkuu ambayo ina kitengo cha maafa kuweza kuleta vifaa mbalimbali kwa ajili ya waathirika. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunasema kwamba hatuna la kumlipa Mheshimiwa rais na viongozi wenzake zaidi tu kutokea kila la heri, ili mambo yaendelee kuwa salama zaidi. Aa, kwa majina anaitwa ndugu Fanikio Juma Chijinga ni diwani wa kata ya Chuno kwenye manispaa yetu ya Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara. Awali ya yote, nami nimshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kukutana asubuhi hii kwenye hiki kikao kifupi cha Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukiwa tunaenda kupokea hii misaada mbalimbali kwa ajili ya waanga wa mafuriko ama kwa athari za mvua zilizonyesha kati ya tarehe mbili na tarehe saba mwezi Februari. Uh, kimsingi sisi kama waheshimiwa madiwani tunaendelea kuwa karibu na wananchi wetu, na kwa mfano kwenye kata yangu mimi, kata ya Chuno ni kata ambayo kila kianavyonyesha mvua, hata ukiona mvua ndogo, maana yake amini, kuna madhara ataenda kutokea kwa sababu ni maeneo ambayo yana hiyo changamoto kwa muda mrefu. Tayari ishafanyika designing, kwa sababu pia ni maeneo ambayo yanategemea kutwa na mradi wa Taktik lakini kwenye fezi ya kwanza sisi kwenye kuondoa maji tutakuwepo, tutakuwa tuna mradi mwingine wa kujenga barabara ya zalami pale soko Chuno, kwa maana ya mtawari Gula A hey. Lakini kwenye fezi ya pili tutakuwepo kwa sababu ni miradi ambayo ilipita kwa hiyo designing zishafanyika; kwa maana nani, kwa maana ubunifu na vitu vingine vishafanyika, lakini pia uh, upembuzi yakinifu nao ulishafanyika na majibu ameshakwenda yako TAMISEMI, kwa hiyo tuna tuna imani fedha itakapopatikana tu haya maji yataondoka moja kwa moja. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, kama ulivyomsikia mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenan Sawala akizungumza kwenye hafla hii pamoja na wadau mbalimbali e, kuhusiana kukabidhi misaada hii kwa wananchi, mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Ni, ni kukumbushe kusubscribe ku like, na, comment section yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Faida Asante na kwa